Tumekuwa tukizungumza sana juu ya juja wa Maajuj, na hii leo ni maelezo mafupi kabisa ya ufisadi wa juja katika mfumo wa elimu. Of course tumezungumza sana juu ya kufunguliwa kwa juja, tukazungumza mengi juu ya kufunguliwa kwa Dajjal. Sasa tukumbuke, juja wametajwa kwa sifa moja tu kubwa ndani ya Quran juu ya ufisadi ambao wanaofanya. Sifa yao kubwa ni kufanya ufisadi katika kila sekta kwa hivyo leo tutazungumza juu ya ufisadi wao katika nyanja ya elimu hapa leo. Tutazungumza waliokuwa waasisi wa mfumo wa elimu ya philosophical knowledge au kina Bwana Isaac Newton na wengineo wengi katika juja. Kwa hivyo tega sikio lako, kuwa makini, tuwe pamoja Inshallah, utafaidika sana na darasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da Amma baad, alhamdulillah, leo tunazungumza juu ya ufisadi wa yaajuja wa maajuj katika ardhi, katika mfumo wa elimu. Tunapozungumza mfumo wa elimu, tunazungumzia ufahamu wa mwanaadamu. Leo duniani kuna elimu mbili: kuna elimu ya dini, mfumo wa mayani, elimu ya Mungu Alafu kuna elimu ya secular ambayo hii haimtambui Mungu. Hii ni elimu ya sheitani ya mfumo wa kiibilisi, ambayo hii elimu imeasisiwa na Masihi Dajjal kupitia watu wake yaajuja wa maajuj. Hii elimu ya Mungu ya dini imeasisiwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu na imekuwa ikiteremshwa na manabii wake, kila miaka, kila karne, kila zama. Ziko elimu mbili. Asa, leo tunataka kuzungumza hii elimu ya secular, hii ime ya sasa hivi ambayo tunayo, imeanza kupamba moto lini? Kumbukwe, kabla ya karne ya 15 kwenda kumi na sita kabla ya karne ya 15 kwenda karne ya kumi na sita. Uh, kabla yake watu walikuwa wanafundishwa elimu ya, ya Mwenyezi Mungu ya vitabu vitokanavyo na Mungu, na wale ambao walikuwa hawana hivyo vitabu au hawaamini wao walikuwa na mfumo yao ya kupata elimu, kama vile kwa walio tangulia wale wenye elimu kubwa, mazingira na wengine, na njia nyinginezo ndogo ndogo za hapa na pale, lakini rasmi karne ya 15 kwenda 16 paliibuka rasmi mfumo mpya wa kielimu ambapo wanawazuoni waliouzindua huo mfumo miongoni mwao alikuwemo bwana Isaac Newton. Huyu ni mnamuita filosofa mkubwa, mnamsoma sana katika vitabu vyenu huko vioni huko na shule yenu. Pakazinduka rasmi mfumo wa philosophical knowledge, elimu ambayo inamfanya mtu aweze kufikiria mfumo wake yani wa hiyo elimu ni kufikiria, ndo unafanya jambo. Yani wewe mwenyewe unaliwaza tu eh. Okay, ilikuwa, okay, sawa. Twende kama leo, sisi mfumo wetu wa kielimu wa, wa waki Mwenyezi Mungu waki wa, wa ambao sisi tunateremshiwa material na Allah, lakini mfumo wenyewe huo kwao material unatengeneza mwenyewe hasa huu mfumo wa philosophical knowledge ulianza mwaka huo rasmi, na ukaanza kupamba moto zaidi na zaidi, mpaka leo umekuwa moto zaidi, na ndio huu unaitwa secular. Ndio maana leo hata kama mkapata ajali traffic, akifika pale atawaambieni, hebu tupime. Wakisha pima, watakwenda ofisini, wataanza kufikiria <laughs> Palikuwa pana mashuhuda wakati mwingine, lakini shuhuda anaweza siwa muhimu sana wao wakapiga picha zao wakaenda ofisini wakaanza kurudi kwenye system zao za elimu ya kufikiria, wafikirie hivi, hapa ilikuwa kwa vipi, huyu huyu huyu huyu atakuwa atakuwa. Sio kama wanakosea kwenye maamuzi, lakini kwenye kufikiria kwao kule ndo ninazungumzia. Sisi ni elimu ya mfumo wa kufikiria. Hii elimu kaileta Masihi Dajjal, na ndio maana mtu akibobea sana kwenye hii elimu, huwezi kumkuta mtu huyu amebobea katika dini tena akihamia sana kwenye hii elimu huwezi kumkuta karejea katika dini, kwa sababu ni elimu ambayo haimfundishi kuamini Mungu, ni elimu ambayo inamtoa kwenye kuamini Mungu. Vitu hivi viwili haviwezi kuwa pamoja. Ukiona umehamia huku, basi huko taacha. Ukibaki na huko, maana yake huko nako taacha. Japo ukishika sana dini secular kama ulishaijua kuisoma kwa ajili ya kuijua. Kuna kuisoma kwa ajili ya kuijua na kuna kuisoma kwa kuipenda na kuifanyia kazi. Hasa kama ulisoma kwa ajili ya kuijua na ukasoma dini secular, sana basi bila shaka wewe dini utaijua hiyo na utaijua, na dini sio tu, sio tu utaijua, bali utaishika sana dini. Kwa hivyo sasa, uh, imeendelea mingi sana ndani ya huo mfumo wa sekula. Kuna levo mbalimbali za elimu, kuna wanawazuoni wao ambao leo tunashuhudia wanasimamia ma lectures, wale ndo wasimamizi ambao wanawafundisha watoto wetu leo vioni dada zetu kaka zetu wako viodi kule, wanasomeshwa hizo elimu, na wao ndio wameweka viwango vya elimu ndani ya hiyo hiyo elimu. Sijui aliyesema mwenye IQ kubwa ni mwenye namba moja mbili tatu, sijui yeye ya mwenyewe alipimwa na nani kwamba sina <laughs> nielewa. Aliyesema sijui degree ndo kiwango fulani cha elimu, sijui naye ya alipimwa na nani hajulikana kiwango chake cha elimu au aliyesema masters ni kiwango cha zaidi ya degree, sijui naye alipimwa na nani ikajulikana huyu ana zaidi ya hiyo, kifuatilia. Of course ni mambo ambayo ni ya kijinga, kwa sababu hakuna anayeweza kujua kiwango cha mahalumu cha elimu cha wewe na mimi kwamba wewe daraja lako ni hili hapa la elimu. Kawaida katika mfumo wetu wa elimu ya dini elimu ya ya Mwenyezi Mungu ambayo sisi tunaita elimu ya, ya dini. Katika elimu ya dini hakunaga mtu eti huyu bora huyu sio bora au huyu ana elimu zaidi huyu kwa hivi zaidi. Allah ametuambia kwenye Qur'ani kwamba hakika katika mjuzi kuna mjuzi zaidi yake. Wewe uko na wewe unajua hichi, unajua kuna nani anajua zaidi yako. Sasa, ufisadi mkubwa wajuja, sasa baada ya kuwa wanamfumo wao wa elimu wamekuja kuchezea na mfumo wa elimu ya dini sasa. Wakaenda kwa Wakristo wakawavuruga, wamekuja kwa Waislamu pia wametuvuruga. Kwenye Uislamu umetuvuruga sehemu gani? Leo katika Uislamu pia kuna elimu, eti kuna madaraja ya elimu. Utasikia sisi tuko daraja fulani, tuko daraja fulani. E, mwingine mpaka kuna baadhi ya vyuo wanatoa certificate degrees Shahada eti huyu ka qualify degree ya fiqhi <laughs> wapi jamani! Haya mambo Mtume aliyafanya? Tunaiga, tunawaiga mapagani hawa hata Mungu awamtambui. Na ndio maana elimu yake inafundisha mambo ambayo kwenye Qur'ani hayafai. Qur'ani imekataza kuchora viumbe, lakini kwenye huo mfumo unachora viumbe. Ndio maana lazima uchore ile, kama kuna ile masomo ya science unachora kiumbe kabisa. Kitu ambacho Qur'ani imekataza. Well, of course, kuna mengi sana ambayo wamefanya ufisadi mkubwa katika system yao hii ya elimu. Lakini kubwa zaidi ni nini? Hata kwenye Uislamu leo tumechezewa katika hiyo elimu baada ya kuwepo wao. Wao tumechezewa kwa sababu gani? Wapo wasomi wakubwa ambao wamesoma hiyo elimu ya secular hawajajua nani kaleta na lengo na lengo lake ni nini? Kwa hivyo wale wawaathirika ndio wamekuja kwenye Uislamu sasa ameingia zile itikadi zao za uathirika wa ile elimu kwa, ndio maana unashangaa leo kuna diploma, kuna kuna degree, masters of fiqh fiqh islamia na mengineo mengi. Watu wanasomeshwa wanapewa vyeti. Jamaa mmoja juzi anasema wewe level yako ya, ya, ya, ya, ya, ya <laughs> level yako ya, ya, ya, ya, ya ilmu ni nini wewe? Oh, una daraja gani ya elimu shekhe? Wapi haya mambo mtume kayasema? kwenye suala zima la kufikisha, Rasulullahi sallallahu alaihi wasalam akasema wazi, yule ambaye atafikisha kutoka kwangu mimi walau aya moja, hicho ndio kiwango cha chini cha mtu kuwa uwezo wa kufikisha. Una aya moja, unajua kuieleza vizuri, na hata ukasimamishwa mbele ya Allah utasema nilisema hivi. Ifikishe, acha kudanganya, kutiwa pressure eti mpaka nifike kitu fulani. Una ujuzi wa jambo moja Fikisha. Kwa hivyo, G, e, swi, hivyo hizi ishu za madaraja sijui mimi niko mfana mimi sijui thanawi si nini hivi, vitu ni vya kipagani tumeviingiza katika Uislamu, wala hakuna level. Na wale wengine wanatumaga posti za kuwatafutia watu wanaume wa kuoa, sema binti ana level fulani juzuu 30. Elimu ya dini haipimwi kwa juzuu 30, mtu anaweza kana juzuu 30 kichwani ila empty kabisa. Elimu ya dini, mtu anabidi ajue kusoma Qur'ani, ajue kusoma hadithi, ajue kutekelezea, kufanyia kazi kile ambacho kasoma. Sio kasoma tu hivi, amekalia nacho kwenye kiti shehe. Ndio maana leo akija kijana, atakuja kuoa kwako ku, au kumuoa dada yako, au mnataka muozeshe, au anataka kuoa binti, ulizia vipengele muhimu. Una ufahamu wa kusoma Qur'ani Ndiyo, nimesoma. Umeishia sehemu gani? juzuu ya saba, juzuu ya kumi na tano, lakini pia na hadithi kadhaa. Nimesoma nyingi sana tu na nimesoma vitu vingi vingi kuhusiana na dini. Huyu akikueleza hivi, jua kabisa huyu ni yuko vizuri. Mimi na juzuu tatu kichwani, juzuu tatu hizo zi, dini sio tu Qurani, dini ina kombaini na hadithi lazima uwe umechukua na hadithi, umesoma vitu mbalimbali vya Uislamu kwa ile inf, basically una elimu ya Uislamu wa aina fulani. Kwa hivyo wallahi bwana hawajuja, ufisadi wao waliofanya katika hii system leo hii umeingia pia hata kwenye kwenye, kwenye Uislamu wetu. Leo tunaweza kufika sehemu mtu anakuambia mimi ninafani ishirini za dini za fiqh Nafani ishirini ya fikihi mimi aniambia nini wewe eh, Dajali bado kafungwa? <laughs> Juja bado wamefungwa? Okay, ukimpiga swali ukamwambia basi sawa wamefungwa, shekhe, hebu niambie basi eneo ambalo wamefungiwa liko wapi? hata maji ya kunywa saizi, anakuwa mkali anakuambia sasa, kuna baadhi ya vitu ya kuuliza uliza sana eh, havina faida sana usulize sana, havina faida. Sheikh <laughs> <laughs> tumeambiwa na Allah kwenye Qur'ani sura ya 16 nambari 89. Allah amewadizia kwenye aya ile ndefu sana, anasema hakika hii Qur'ani tumekuteremshieni, ina majibu ya kila jambo. Asawai ushindwe kutoa jibu la kitu kama hichi ukasema hakuna. Kama we huna ilmu, waachie wenye ilmu. Ndio maana nasema hakuna levo za ilmu katika dini yetu ya Kiislamu. Levo za ilmu ni katika mfumo wa kipagani lakini leo cha kuchangaza ni kwamba watu wame mix wanachanganya, ule mfumo wanauingiza na kwenye Uislamu, huingiza kwenye Uislamu. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ndo mizozo migongano, hii inayoendelea katika kila Ramadhani, juu ya miandamo. Sababu mwingine ana elimu ya jiografia kwenye secular, akija kwenye dini sasa haziingii, sababu dini haitaki, haitaki, haitaki mambo yako ya wewe mwenyewe kukaa tu kafikiria bila msaada wa Allah Dini inataka nuru ya Allah, elimu ya dini inataka uwe na nuru ya Allah ili Allah kusaidia kupita ile nuru unachokifikiria pale kiwe sahihi. Hasa mtu ana elimu ya jiografia ya mazingira <laughs> katika secular, labda ana PhD ana degree ya, ya geography. Si kama ile somo lipo kama moja au kuna mchanganyiko, nyinyi wasomi mnajua, lakini nimetolea mfano mtu ana degree ya geography unamleta leo kwenye masuala ya mwandamu wa kaya aongee yeye anajua hivi <laughs> duniani tunapishana masaa mawili au matatu hakuna nchi tumezidiana masaa zaidi ya hayo anakuja kwenye dini anatoa hukumu kwenye hicho hicho kigezo kwamba bwana duniani tumepishana hakuna nchi tumepishana masaa 24 unampiga swali aliyesema wewe, wewe Tanzania na New Zealand mmepishana masaa nane, ni nani na alitumia kigezo gani? Ili swali hawezi kujibu, abadan. Shekh watalikimbia taambia, wewe, kuna baadhi ya maswali uliza hayo, mengine hayana faida, acha acha kabisa. Allah anatambua duniani, ndiyo nyakati zetu ni tofauti tofauti ndio maana akatengeneza akaleta akaumba jua na akaumba mwezi. Katika suratu Yasin, Allah anasema, hakika mwezi unakwenda kama karakana kongwe. Karakana kongwe manake ni gari, gari bovu, yaani lililozeeka. Kuku gari kuku gari limezeeka gari likizeeka manake nini? Halina spidi kama jua linachukua masaa kumi na mbili kuweza kutoka mashariki mpaka linafika wapi, London. Na jua lina kasi kubwa, au dunia inazunguka kwa kasi kusoma linatembea? Niweleke hapa, sio kama sijaleta proof kwamba jua linatembea, lakini tuseme tu kwamba kwa kasi ambayo inatumiwa na, na, na jua kufika au dunia kuizunguka jua mpaka lifike kwenye nchi ya London huu inachukua labda takriban masaa matatu au manne. masaa matatu sisi kutukiwa. Huu ni mfumo wa Dajjal, tuelewane, mfumo wa kuhesabia masaa. Sasa nipo kwenye njia yenu kuwaelekeza, o natumia nini? uwa mfumo ambaonyi mnao ikiwa Tanzania na London inatumia masaa matatu kuweza kupishana. tumesha swali magharibi wao lanza ni wanaswali magharibi baada ya masaa matatu mbele sisi. Huku saa tatu usiku saa mbili na nusu saa tatu usiku wanajiandaa kuswali magharibi. Ikiwa jua linatumia masaa matatu, basi mwezi utachukua masaa zaidi ya hayo, kwa sababu mwezi ni karakana kongwe, gari bovu. Kama gari bovu unaenda taratibu. Huyo aliyepanga muda cha ajabu sasa <laughs> akasema Tanzania na nchi kama Omani au Saudia, wamepishana hawajapishana? Hata sekunde moja. Ukifuatilia umbali wa nchi hizi huko takriban kilometa elfu nane mpaka elfu sita. Lakini huyo huyo akasema Tanzania na Tunduma wamepishana saa moja, nchi ambazo ziko umbali wa kilometa elfu moja na zimepishana masaa, lakini kilometa elfu nane Watu wajepi, watu hawajapishana masaa. Akili kumkichwa waliopanga utaratibu wa hii majira mida hawakutumia Qur'ani, ni hawa hawa juja lakini kuwatumia hawa, kuichukua elimu zao zote zote, kuziingiza kwenye dini yetu, zitupe maamuzi, ndio matokeo yake, tumeleta mfarakano na mpasuko katika dini yetu. Kwa ndugu zangu, kiukweli ufisadi wa Yaajuja katika elimu ni mkubwa sana, na leo nafikiri nimezungumza haya kwa uchache sana. Kama utakuwa na maswali zaidi, usisite kuuliza katika comment. E, Allah tujalie tuwe ni wenye kusikia haya na kuchukua pia hatua kuamka, e, tusichang... anyway, unasoma secular, soma, ila soma ili kuitambua, lakini ujue kabisa unachokisoma pale hakina maslahi na wewe katika usikiingize katika dini chikuletea utatuzi. Elimu ya dini ni elimu na ina mfumo wake na ina muhimili wake. Unapoisoma tumia muhimili wake ambao ni Qur'ani na hadithi ambazo zinaendana na Qur'ani. Kwa hivyo unaposoma hiyo secular usio kaona ni kama vile sahihi ufahamu sahihi sana wa kuuchukua na kuingiza katika dini ili ufanye maamuzi yako. Lau itaendelea hivi, hivi mpaka miaka ya baadaye watakuja kutokea wanawazuoni watakaotoa fatwa sasa, kwamba sasa hivi mtoto akishachika, tuna teknolojia ya kupima kugundua kwamba binti ana ujauzito ama hana. Kwa hivyo hapa hawezi kukaa eda, kwa <gulia> kuwa sasa hivi tuna mitandao. Mume aliyemwacha mke akiwa yuko nje ya nchi tutamuuliza mke, vipi bado una au mme kafa, labda utamuuliza tu mwanamke bwana, vipi bwana, una, una maumivu yote au basi, olewa au askaeda miezi minne na siku kumi. Tena haya ndio ambayo yatakwenda kutokea madhara. Nimeongea somba atatokea, lakini ni tahadhari kwamba uenda akaja kutokea kama haya katika siku zijazo. Kwa hivyo rai yangu kwako wewe, msomi soma, lakini soma kwa ajili ya kutambua Eh, hiyo, hiyo secular ni kitu gani na inafanyaje kazi? Lakini ukisoma kinyume na hivyo, na na of course, watu wengi sasa wanasoma, inawasaidia katika mazingira ambayo tuko nayo, kama vile kujua lugha eh, kujua fursa za kujiajiri nazo na vitu vinginevyo. Of course, wewe soma, lakini tahadhari, usione hiyo inafaa kuichukua na kuingiza katika dini ili uweze kuamua maswala ya kidini. Mimi naomba siku moja tu nipate tu kukaa na mwalimu ambaye anashikilia mambo ya kimataifa, nikae naye mwandamu wa kimataifa, nikae naye anipe elimu na maswali mengi sana ya kumuuliza ili tugundue huyo aliyesema Tanzania na huko Saudia majira yetu ni sawa, halafu huyo huyo akasema Tanzania na sisi Tanzania ni nchi moja hii, lakini Dar es Salaam na Tunduma majira yao tofauti huyo huyo mtu mmoja alitumia kigezo gani? Kwa mujibu wa sisi Waislamu, kigezo kinachopaswa kutoa ilmu na udhibiti wa ilmu ni Qurani na Hadithi. Chochote ambacho kinatoka nje ya hapo ni upotofu na mwenye kuufuata ameangamia, hasa wale leo tunawahubiria Waislamu hivyo vitu. Kwa ndugu zangu insha Allah, mimi na leo niishie hapa. Darasa jao tutazungumzia pia ufisadi mwingine wa Juja. Katika mfumo wa afya. Maradhi leo yamekuwa ni mengi sana, watu wanaugua ugua, wanaume wanakosa nguvu za kiume e, nguvu za kitandani, na wana, wanawake wanazaa kwa operation na mengineo mengi sana. Ili kuyafahamu haya, tutakuja kuzungumzia ufisadi wa juja katika hivi vipengele cha afya. Inshallah Allah, Allah tuwafikishe na atupe tawfiki. Wallahi e, leo nimefikisha huu ujumbe. Allah aweze kutulipa sote kheri kwa ulesikiliza, a kawami ambaye nimefikisha, wa billahi taufiki. Salamu aleikum wa barakatuh.